Ili tu za kupata wateja uh, endapo umeamua kuanza biashara yako, na hizi njia zinategemea na situation ambayo unayo wewe, ambaye umeamua kuanza biashara. Yes, option ya kwanza, kuna yule ambaye ana mtaji mkubwa, ina maana ameweza kutafuta, uh, amefungua frame tayari pale, an, an, anafungua frame sehemu ambayo ni ameenda kutega, ina maana maybe ameenda kufungua frame Kariakoo ina maana pale anaweka labda hapa hii sehemu ni amekaa mbele kabisa, ina maana wateja wote wa kama ni vipodozi wakije wanaanzia na yeye pale. Na kuna njia nyingine ambayo wewe ambaye maybe hauna position nzuri maybe hauna mtaji hata kuanza kufungua frame, basi njia ya pili wewe, njia ambayo unaweza kaitumia wewe kwenda kupata wateja ni kutumia mitandao ya kijamii. So katika hizo njia zote mbili zinategemea, yes. Kwa hiyo kuna mwingine anasema kwamba jamani, mimi toka nimefungua uh, biashara sijawahi yani amna mtu ambaye anaingia hapa dukani kwangu, akiingia ni mmoja kiasi kwamba mpaka inafika mwisho wa mwezi hata ile kodi sijaipata ya ya. Kwa hiyo endapo huko kuna situation kama hii, ni lazima utafute namna ya kutafuta wateja kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ili uweze kupata mitan, wateja kwa mitandao ya kijamii ni kutengeneza content. Content ambazo zitawashawishi watu waweze kuja kununua kutoka kwako, yes. Na ni kuna namna ya msingi ya kuzingatia, hizi content zako ni lazima uwaelezee watu sababu Yeah, yaani ni sifa za ile bidhaa, umuhimu wa ile bidhaa, na pia ni namna gani ambavyo watanufaika baada ya kutumia ile bidhaa yako, na pia ni lazima utuoneshe uhalisia, na pia lazima uweke social proof. Social proof ni kwamba kusaa, yes, kuna watu tayari wamenunua wa, wa kuna watu tayari wametumia, ina maana like you need to prove to people na the best way to make sure kwamba watu wana kuje na kuendelea na kuendelea ni watu endapo utakuwa umetengeneza biashara yako kwa, kwa njia nzima ya storytelling. Haya mambo yote ninayafundisha katika programu yangu hii ya Ego Business Academy ambapo tunajifunza ni namna gani ambavyo unaweza kuanza biashara, ni namna gani ambavyo unaweza kukuza biashara yako mtandaoni. Yes, tunahitaji wote tujikwamue kiuchumi. Tunahitaji kuwa financial free na natamani kila mtu awe kwenye situation kama hiyo. Najua tunaelewa hali ya maisha ilivyo. So, endapo utapenda au utapata nafasi ya kujiunga pamoja nasi, usisite kutupigia simu. Tuko hapa kwa ajili yako, kwa ajili ya kuelekeza kila namna ambayo unaweza ukapata wateja.